Hata changamoto za mfumo wa uzazi zinazopelekea mimba kuharibika au kushindwa kushika ujauzito. Aa, karibu Okoa Mwili na Clinic utapewa tiba ambazo utazitumia kwa muda wa miezi mitatu ili kuweka mfumo wako wa uzazi vizuri. Huyu hapa alikuwa na changamoto ya kuharibikiwa mimba, kila kitunga mimba zinaharibika. Lakini ametumia dozi ya miezi mitatu mfululizo na leo mashallah kajipatia mtoto wake wa kiume. Kwa hiyo kama utaweza kutumia hizi tiba ni uhakika zitaweza kukusaidia. Cha kufanya wasiliana na Okoa Mwili Naturaceutical Clinic kwa namba zinazoonekana hapa chini. Utapatiwa tiba inayoitwa CPE Naturaceutical. Hii inasaidia kuimarisha homoni za uzazi, kusafisha mfumo wa uzazi na kukusaidia kuweza kushika ujauzito haraka, kama unachelewa kushika ujauzito. Kama una matatizo ya hedhi itakusaidia pia, na ili uweze kuipata unaweza ukatembelea ofisi zetu zilizopo Dar es Salaam au ukawasiliana nasi kwa namba inayoonekana hapo. Popote pale ulipo utapokea.